Na kumtakia ziyada, rehema, kipenzi cha umma Bwana, Mtume Muhammad na ali na ahli zake pia ambao wamefanya dini kufika ilipofika leo. Tena na Mwalim Jaafar Mtavassy kwenye kipindi kingine tena maridhawa cha tafsiri za ndoto, na leo tutazungumza kuhusu ndoto zinazohusu bahari. Ndoto hizi tumekuwa tukiulizwa sana mara kwa mara na kwa kujirudia, maana huwa tunafanya tathmini tunafanya tathmini zetu kutokana na audience yetu YouTube, namna gani maswali huwa yanajirudia na ni yapi hasa ambayo watu wamekuwa wakitaka kufahamu mara kwa mara. Sasa basi, um, ndoto za magari na pesa, bahari, kulishwa au kula vyakula zimekuwa zikijirudia mara kwa mara, na watu walikuwa wanadai ndoto zinazohusisha mchawi au majini, na alhamdulillah rabbil alamin, tumetekeleza hili kwenye kipindi kilichopita, japokuwa kwa dodoso na leo insha Allahu taala tutazungumza kuhusu bahari katika ndoto, sea with big uh, no, tuanze na hii ndoto ya bahari kubwa na mawimbi makubwa, mtu ameona katika usingizi, na ufahamu kwamba tutazungumza ndoto ya bahari kwenye pointi 30 tofauti leo. Mtu ameona usingizini ndoto ya bahari. Namba moja, ndoto yenyewe ikawa inahusisha bahari kubwa na ina mawimbi makubwa. Nini hasa ndoto hii itakuwa inamjuza mtu huyo? Hii ndoto huwa inaashiria changamoto kubwa, majaribu ambayo mtu atakuwa anayaendea au anapishana nayo au uh, hali za kiroho. Kwa hivyo, mara nyingi sana ndoto hii hujulishe mambo yanayomzunguka mtu, mambo mabaya yanayomzunguka mtu, ndoto hii ndiyo huwa huashiria. Kwa hivyo, chukua pointi tatu muhimu kwenye ndoto ya mtu aliyeona bahari. Bahari yenyewe ni kubwa, halafu sio kubwa tu kwamba ina mawimbi makubwa. Hili hujulisha changamoto za maisha, changamoto kubwa kubwa, sio changamoto ndogondogo lakini pia majaribu ya nafsi au sheitani, lakini jambo lingine na mbali zaidi ni matatizo yanayomzunguka yeye kwa kipindi au atakuwa anaendea. Hiyo ndiyo ndoto ya kwanza. Ndoto ya pili, mtu anaweza akaona bahari na ikawa bahari tulivu. Msishangae, kuna watu ameniambia nielezee ndoto in general, shanga mbona shekhe asemi akiona mjamzito ndoto hii na maana gani? Akiona mtu ambaye simja mzito ina maana gani kijana azm akiona yule ambaye hayupo katika ndoa barobaro itakuwa na maana gani mbona shehi hasemi hili ni kwa sababu watu wameniomba niseme ndoto tafsiri in general ndiyo maana nazugusagusa bahari ikiwa tulivu ni ishara ya amani ni ishara ya amani utulivu wa nafsi au hali nzuri kiroho kwamba ana utulivu mtu huyo, ndilo litakaloguswa na bahari iliyotulivu. Lakini huja mtu akaona anaogelea kwenye bahari, je, hii itachukua maana gani? Ndoto ya tatu hii ni kitafsiri. Ndoto ya tatu ni mtu kuona akiwa anaogelea baharini, je, hii itakuwa na maana gani? Kuogelea baharini inamaanisha kuzungukwa, eh, na maarifa au kujaribu kupata hekima au mtu huyu kuwa ana elimu kubwa ambayo anaweza akaiexplain kwa watu eh, ana elimu kubwa ambayo anaweza akatoa kwa watu, maana katika mifano ya elimu pia ni bahari. Hii ni ndoto ya tatu. Ndoto ya nne inayohusisha bahari tumechagua kuipanga ni kutiwa kwenye bahari au kuangukia ndani yake. Aidha, mtu amekusukuma ukadondokea baharini, au si mtu kukusukuma ukadondokea baharini, bali mwenyewe umedumbukia kwenye bahari, umeangukia si kwa kusudi, bali umeangukia. Ndoto hii itakuwa inakujulisha eh, na inakuonyesha kwamba wewe upo hatarini upo kwenye hatari au dhambi yeah, au msongo wa mawazo. Ndoto ya mtu kuona akidondokea baharini au akisukumizwa kuingia kwenye bahari ni ishara kuu ya mambo matatu kiof. Nimesema kwamba hii ni ishara inayoonyesha hatari ya kuangukia kwenye fitina, dhambi au msongo wa mawazo kuwa makini sana uonapo ndoto hii. Lakini namba tano, bahari yenye rangi ya dhahabu au rangi ya udhurungi, hii ni alama juu ya baraka mali, au amani ya moyo. Baraka mali, au amani ya moyo inawezekana kuna kitu ulikuwa na kitafuta muda mrefu ukipati, inawezekana kuna mambo kadha wa kadha. Sasa kwa kuona ndoto hii unaarifiwa kwamba upo kwenye amani ya moyo au kuwa na utulivu wa nafsi, mambo yako yanatengemaa. Kwa hivyo basi, atakayeona kwamba bahari imekuwa ya rangi ya udhurungi au rangi eh, ya dhahabu afahamu kwamba anaambiwa kuwa na baraka mali au eh, amani ya nafsi. Namba sita, kuona wavuvi wakavua kwenye bahari. Je, hii inakuwa na ishara gani? Hasa ni ishara ya nini? Kuona wavuvi wakivua baharini au kuona samaki eh, kwenye bahari, tazungumza hapo, taenda vizuri, nitakuelezea nini maana ya kuona samaki kwenye bahari. Nimelipanga hili eh, katika hali ya namna yake. Atakayeona wavuvi eh, wa kuvua kwenye bahari, wa kuvua samaki, hii inaashiria juhudi zako katika biashara, kazi au kupata riziki, juhudi zako kwenye kupata riziki, kazi eh, na kadhalika kama nilivyoeleza, inaweza kugusa hata biashara. Namba saba, bahari yenye samaki wengi. Mtu anaona bahari lakini bahari ina samaki, samaki ni wengi. Je, hii hasa inaweza kuwa inajulisha nini? Itakuwa inafahamisha nini hasa ndoto? Uh, hii ni ishara ya riziki kubwa kwa mtu huyu au fursa nyingi ambazo anaweza akazichukua fursa hizo akazifanyia kazi na zikawa income yake zikamuingizia kipato eh, au watu wengi wanaokuzunguka eh, wanaozungukana na wewe, na kwamba hao watu wanaweza kukunufaisha. Namba nane, bahari yenye mawimbi madogo madogo tu. Mtu anaona bahari yenye mawimbi madogo madogo, ni hii hasa huwa inajulisha nini? Bahari yenye mawimbi madogo madogo ndotoni, hii ni alama ya changamoto ndogo ndogo au matatizo ya kawaida. Matatizo ya kawaida ambayo si hatari, si hatari hata kidogo. Maana unaweza ukaona ndoto hii wakapatikana watu wa kukubagaza, wakawa wanakwambia oh, majini mahaba, mara hivi, mara vile. Inaweza kajulisha mambo yakawa mengi mengi. Namba tisa: kuogelea na kuogopa. Mtu anaweza akajiona akiwa baharini anaogelea na akawa na hofu, anaogopa. Je, hii inaashiria nini? Ndugu yangu, hii inaashiria hofu ya kupoteza heshima au hofu ya kupoteza mali au hofu ya kupoteza nafasi katika maisha. Toa sauti ya simu yako, ndugu Yes, toa sauti simu yako, sihitaji kujitetea. Ni ishara ya hofu kupoteza mali heshima au nafasi katika maisha, ndoto hii inaweza kujulisha hilo. Namba kumi, kuona bahari imejaa uchafu. Unaweza ukashangaa, eh, hata hiyo ipo. Mtu anaweza kaona bahari kibeba kichwani. Sisi tafsiri yake tunafahamu, tunafahamu Allah Ta'ala amekwisha tufundisha. Kuona bahari imejaa uchafu, hii ni ishara ya dhambi, hivyo anayeona hii inamfanya moja kwa moja kuwa anaitwa katika toba. Ni ishara ya dhambi, fitna au watu wasio waaminifu wanaokuzunguka. Hivyo bahari kujaa uchafu ni ndoto inayotaka ufanye tafakuri kubwa juu ya maisha yako ikiwezekana kama kumwaga oili eh, yani kujirekebisha katika tabia zako, ni jambo jema sana lakini pia uchunguzi watu wanaokuzunguka na miamala. Kama unakwenda kwenye biashara, ndoto hii inakuhitaji kuwa makini sana, unaweza ukatapelika. Ndoto ya kumi na moja, bahari iliyo safi sana, bahari ambayo imesafika sana, hii inaweza kuashiria nini? Hii inaonyesha utukufu wa kiroho, baraka na amani ya moyo, utukufu wa kiroho baraka na amani ya moyo. Hii ni ndoto ya kumi na moja. Kumi na mbili, kuona bahari yenye mawimbi makali lakini ukaogelea kwa salama, yaani hukupata mikingamo pamoja na ukubwa wa mawimbi hayo, lakini bado uliogelea kwa amani na utulivu kabisa, na hapakuwa na shida yoyote upande wako. Je, hii itakuwa inaashiria nini? Hii ni ishara ya ushindi kwenye matatizo makubwa, au kuyavuka matatizo makubwa bila wewe kutumia nguvu kubwa, au kuyashinda matatizo makubwa kwa msaada wa Mwenyezi Mungu tu bila kuingia kiumbe chochote ukashangaa tu mambo yamekwenda kwa namna ambayo hukufikiria, imetokea tu, mambo yamebadilika. Hii ni ndoto ya kumi na mbili. Kumi na tatu. Kuona meli baharini. Umeona meli baharini, hii hasa itakuwa inaashiria nini? Ndoto hii mara nyingi inaashiria mambo ya kifamilia, biashara au safari muhimu ya maisha inaashiria familia, biashara au safari muhimu ya maisha. Mara nyingine hata bidhaa, kwamba kuwa zitakithiri, ndio hapo kwenye biashara hapo. Ukienda deep utakuta maana nyingi zinafafanuka kutokana na hayo niliyoyaeleza. Hivyo wasitokee watu wa kukubagaza wanakwambia unaji ni mahaba, unaona nini ona. Hivi sio kweli, ndoto hizi ni indication, indication ya mambo maalum kutoka kwa the most merciful Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndoto ya 13 kuona mtu akijeruhiwa na mawimbi. Mawimbi ya bahari yanapiga mtu mpaka anajeruhika, hii hasa inaweza kuwa ni nini? Katika ndoto hii, ni ishara ya dhiki au majaribu ya kimwili, ni ishara ya dhiki au majaribu ya kimwili au kiroho kwamba unapita kwenye hali ambazo si hali za kawaida, si hali za mchezo mchezo. Nadhani nimeeleweka barabara katika pointi hiyo. Ndoto ya kumi na tano ndoto ya kumi na tano inayohusu bahari ni kuona bahari ikipungua kuwa inakauka maji, maji yanakwisha baharini, je, yeah, hii hasa itajulisha nini in general? Ndoto hii inaonyesha kupotea kwa mali au kupotea kwa nguvu au nafasi fulani kwako au kwa mtu ambaye umemuonea ndoto hii. Ndoto hii inaweza kujulisha kupungua kwa mali, hadhi ya mtu kama vile cheo au nguvu au hata kupoteza nafasi fulani. Ndoto hii itakuwa imegusa hayo. Ndoto kumi na tano nimekusha zitaja mpaka sasa, tukiwa tunaelekea kwenye kutamatisha ndoto hii ya mtu kuona hasa kwenye usingizi wake akiwa ameona bahari. Na ndoto kumi na tano nimezitaja, ndoto kumi na tano tunamaliza kwenye clip inayofuata. Tuseme tu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Nifuate kwenye klipu inayofuata ili tukamilishe ndoto thelathini. Ila assalamu aleikum wa rahmatullahi wabarakatuhu. Lakini kabla sijakuwaga barabara ni kupe zawadi, umeona hii, hii ni zawadi muhimu sana kwa wanandoa ambao wanatafuta mtoto, na mara anaambiwa eti homoni haziko balansi, hazijabalansiwa homoni zako za mwili E, mwili wako hauja balance homoni e, sijui una majambo gani. Sijui ni uchafu UTI, UTI inasababisha PID, inasababisha usipate mtoto. Dawa hii ni dawa konki sana kujisimamia vijana wa sasa. Sisi hii inatibu UTI hayi ndani ya mwili kwa muda mfupi sana, huondoa uvimbe na maumivu kwenye kizazi, tumbo la uzazi ndani ya muda mchache mno. Lakini dawa hii husafisha njia ya mkojo na kizazi. Dawa hii hurejesha usawa wa homoni e, kwa kiwango cha asili kabisa. Dawa hii huua bakteria na fangasi bila madhara yoyote. Dawa hii ni salama kwa matumizi ya muda mrefu. Hivyo basi, kama unapata shida yoyote inayohusu uzazi, mwanamke, mfumo wa uzazi una shida, basi suruhuni Report clear formula kutoka eh, Al Qist Hemolite Healing Center. Namba za simu zinapita hapo, ukihitaji tu tujulishe kwa simu, sisi tutakufanyia delivery au tutakuelekeza hapa kufika wapi uchukue dawa hii kwa gharama nafuu sana.